Ukiota ndoto hizi kumi na mbili, tambua Mungu amekuita. Kwa siku ya leo utakwenda kuziangalia ndoto kumi na mbili ambazo ukiziota basi unatakiwa utambue ya kuwa Mungu amekuita, lakini pia nitapenda uniambie miongoni mwa ndoto hizi kumi na mbili, je, umeota ndoto hipi kwako? Tunajua ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na msari wa 14 hadi 15, imeandikwa nukuu, kwa kuwa Mungu hunena mara moja na hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajili yapo watu katika usingizi kitandani tunaona ndoto ni njia mojawapo ambayo mungu huitumia kuzungumza na watu wake kwa siku ya leo tutakwenda kuziangalia ndoto hizi kumi na mbili kabla hatujaangalia ndoto hizi kumi na mbili ambazo zinaonyesha kuwa mungu amekuita nisiwe mchoyo wa shukrani kabisa napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya nguvu ya maono media hakika ninyi ni watu wa muhimu na wa thamani sana kwetu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 wa maarifa. Fuatilia somo hili mwanzo mpaka mwisho, kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Twende moja kwa moja tukaangalie, ukiziota ndoto hizi kumi na mbili, tambua Mungu amekuita. Ndoto namba moja, kujiona ndotoni unapokea Biblia. Ndoto hii huashiria Mungu amekuita kwa ajili ya kulihubiri neno lake. Ndoto hii pia huashiria Mungu amekuita kwa ajili ya huduma. Ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya kumi na mstari wa 15b, imeandikwa ni mizuri kama nini miguu yao wahubiriwa habari ya mema. Kwa hiyo tunajifunza, unapojiona ndotoni unapewa Biblia na mtu unayemfahamu au mtu usiyemfahamu unajiona ndotoni myo mtu huyo anakuletea Biblia na kupatia, ndoto hii huashiria Mungu amekuita kwa ajili ya huduma, amekuita kwa ajili ya kulihubiri neno lake. Lakini ndoto namba mbili, kujiona ndotoni unahubiri. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakiota ndoto hii, wamekuwa wakijiona ndotoni wakihubiri wanajiona wamesimama mbele za watu na wakihubiri kwa namna ya ajabu sana, mpaka mtu akishtuka anajishangaa. Na wengi wamekuwa wakijiuliza ndoto hii inaashiria vitu gani? Ukijiona ndotoni unahubiri, ndoto hii huashiria Mungu amekuita kwenye huduma na anahitaji uhubiri neno lake kwa watu wengine. Ukiota ndoto hii, unatakiwa uanze kufanya maandalizi kwa ajili ya huduma. Ukianza kujiona labda wewe unajikuta mara kwa mara ume Uki, ukiota ndoto unajiona wewe unahubiri huko mbele ya umati ya watu unajiona wewe unahubiri sana, unajiona watu wengi wanakusikiliza, unajiona unahubiri sana. Ndoto hii inaashiria Mungu amekuita kwa ajili ya huduma, na wengi wao ambao unakuta mtu baada ya kuota ndoto hii akiamka anaanza anashindwa aanzie wapi. Jambo la msingi ambalo unatakiwa kwanza kulifanya, unatakiwa kwanza kuhakikisha unajifunza neno la Mungu na kuanza kufanya maandalizi kabisa kwa ajili ya huduma lakini ndoto namba tatu, kuona malaika ndotoni. Kuwaona malaika wa Mungu ndotoni. Malaika ni roho waliotumwa na Mungu kwa ajili ya kutuhudumia. Malaika ni wajumbe ambao wanakuwa wamebeba ujumbe kwa ajili yako. Ni muhimu kusikiliza ujumbe ambao wanakupatia. Ukisoma Bibilia, Malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto na akaanza kumpatia maelekezo. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya pili na mstari wa kumi na tatu imeandikwa, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie. Kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Tunaanza kuona siku zote malaika huwa ni wajumbe, na unapokuwa unaona malaika ndotoni ni muhimu kusikia sana au kusikiliza au kuwa makini sana na kile au ile jambo ambalo wanakupatia maelekezo. Siku zote unapomwona malaika ndotoni, malaika ni roho waliotumwa na Mungu kwa ajili ya kutuhudumia, lakini pia malaika ni wajumbe ambao wanakuwa wamebeba ujumbe. Kwa hiyo malaika anaweza kakutokea ndotoni na akaanza kukupatia ujumbe, lakini jambo la msingi hapa ambalo unatakiwa kulitambua, unapaswa uwe makini sana na ule ujumbe ambao wanakupatia kwa sababu jumbe wanaokupatia ni lazima uendane na neno la Mungu. Ukiona ujumbe huo au uendane neno la Mungu, basi unatakiwa utambue pia huyo ni adui, kwa sababu shetani naye anaweza akajigeuza kuwa malaika wa nuru. Neno la Mungu lasema shetani ana uwezo wa kujigeuza kuwa malaika wa nuru. Kwa hiyo ni muhimu sana kusikiliza ujumbe siku zote, ambao jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua, malaika anapokuletea ujumbe, ujumbe ule ni lazima uendane na neno la Mungu. Ukianza kuona ujumbe ambao unaupokea hauendani na neno la Mungu, basi unatakiwa utambue vya kuwa huyo ni adui, na unatakiwa uanze kumshambulia kwa njia maombi. Lakini ndoto namba nne: kujiona ndotoni unapakwa mafuta na mtumishi wa Mungu. Ukijiona ndotoni unapakwa mafuta na mtumishi wa Mungu, yamkini unamjua au haum, haumjui lakini ukaanza kuona kila ukilala unajiona ndotoni anakuja mtumishi wa Mungu au unajiona mtumishi wa Mungu ndotoni anakupaka mafuta. Ndoto hii huashiria Mungu amekuchagua kwa ajili ya kuifanya kazi yake. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 133 na msari wa pili, imeandikwa nukuu: ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unapakwa mafuta na mtumishi wa Mungu, ndoto hii huashiria Mungu amekuchagua kwa ajili ya kufanya kazi yake. Kwa hiyo ni muhimu kuzingatia mazingira. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unapakwa mafuta, ndoto hii huashiria Mungu amekuchagua kwa ajili ya kuifanya kazi yake. Lakini ndoto namba tano, kujiona ndotoni unafundishwa na mtumishi wa Mungu. Ukijiona ndotoni mtumishi wa Mungu anakufundisha neno au anakuelekeza, ndoto hii huashiria Mungu anakuandaa kwa ajili ya huduma. Mfano, ukajiona mara kwa mara unamwona mtumishi unayemfahamu anakufundisha, ndoto hii inaweza ikaashiria Mungu ameweka huduma ndani mwako kama ya huyo mtumishi. Yamkini ukamwona mtumishi ambaye unamfahamu au haumfahamu, ukajiona labda ndotoni anakufundisha, basi unatakiwa utambue ya kuwa Mungu anakuandaa kwa ajili ya huduma. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia mazingira mlivyokuwa, mazingira ya ndoto yalikuwaje? Lakini ndoto namba sita, kujiona ndotoni unawaombea watu wengine. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakiota ndoto ya namna hii, unajikuta mtu anakwambia anajiona ndotoni anawaombea watu wengine wanafunguliwa. Kwa hiyo ukijiona unawaombea watu wanaponywa na nguvu za Mungu kwa namna ya ajabu, ndoto hii huashiria Mungu amekuita. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unawaombea watu na wafungua watu watu wanafunguliwa kwa namna ya ajabu, basi unatakiwa utambue ya kuwa Mungu amekuita. Lakini pia ukijiona ndotoni unawaombea watu na hawafunguliwi, ndoto hii huashiria unazo nguvu chache za kiroho, uko dhaifu kiroho. Kwa hiyo ukijiona mwingine anakuta anajiona anafanya maombi, lakini anaombea watu wenye mapepo, lakini mapepo hayatoki. Kwa hiyo ndoto hii inaashiria ashiria pia, uh, inakupa alert, inaonyesha kuwa una nguvu chache za kiroho. Lakini ndoto namba saba, kujiona ndotoni umevaa taji ya kifalme, yani crown ndoto hii huashiria Mungu amekuita kwa ajili ya kuongoza watu wengine kufika hatima zao. Kwa hiyo ukijiona ndotoni umevishwa crown au umevaa crown, ile kofia ya kifalme, ndoto hii inaashiria Mungu amekuita kwa ajili ya kuongoza watu wengine ili waweze kufikia hatima zao. Ukisoma kwenye kitabu cha Mithali nane mstari wa 15 hadi wa 16, imeandikwa nukuu, kwa msaada wangu wa falme umiliki na wakuu wanahukumu haki, kwa msaada wangu wakuu hutawala na waungwana na waamuzi wote wa dunia. Kwa hiyo ukijiona ndotoni umevaa taji ya kifalme, ndoto hii huwa inaashiria Mungu amekuita kwa ajili ya kuongoza watu. Lakini ndoto namba nane, kujiona uko kwenye chumba chenye kiti cha enzi. Ndoto hii huashiria Mungu amekuita kwa ajili ya kutumika katika nyumba yake. Kwa hiyo ukiota ndoto ya namna hii, ni muhimu ukamwomba Mungu akuongoze namna ya kufanya katika hema yake. Lakini ndoto namba tisa, huona msalaba ndotoni ndoto hii huashiria Mungu amekuita kwa ajili ya kuwaleta watu kwake. Kwa hiyo ndoto hii huashiria Mungu amekuita kwa ajili ya kuhubiri, kuhubiri injili ya wokovu. Ukisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 18 imeandikwa nukuu, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo ukiuona msalaba ndotoni, ndoto hii huashiria Mungu amekuita kwa ajili ya kuwaleta watu kwake. Lakini ndoto namba kumi, kusikia sauti ndotoni ikikusemesha. Ni muhimu kutambua hiyo sauti ilikuwa ikikusemesha juu ya nini. Siku zote sauti ya Mungu itakupatia maelekezo ambayo yako sawasawa na neno la Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sana kusikia sauti hiyo iliyokuwa na kusemesha, ilikuwa na kusemesha juu ya jambo gani. Lakini ndoto namba kumi na moja, kujiona ndotoni unapanda ngazi ukijiona unapanda ngazi ndotoni, ndoto hiyo huashiria Mungu amekuita kwa ajili ya viwango vikubwa sana vya kiroho. Unapoanza kujifunza sana neno la Mungu, Mungu ataanza kukupandisha viwango vya juu vya kiroho. Ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo sura 4 na mstari wa nane imeandikwa nukuu, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Kwa hiyo ukianza kujiona unapanda ngazi ndoto hii inaashiria mungu atakupandisha katika viwango vya juu sana vya kiroho na vya kimaisha lakini pia ndoto namba kumi na mbili kujiona ndotoni unavua samaki ndoto hii huashiria mungu amekuita kwenye huduma kwa ajili ya kulisambaza neno la mungu na kuwaleta watu kwake kwa hiyo ukijiona ndotoni unavua samaki basi unatakiwa utambua ya kuwa mungu amekuita kwa ajili ya kuwaleta watu wengi kwake kwa ajili kwa kwa ya kuhubiri neno lake na kuwaleta watu waliopotea kwake ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama bado hujasubscribe, basi hakikisha una subscribe. Lakini pia kama umeipenda video hii, basi hakikisha una like video hii na kisha una komenti nimejifunza zaidi na kupenda sana. Nikutakie wakati mwema, tukutane kwa vipindi vinavyofuata.